Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali mbali. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr Moses Kusiluka, viongozi walioteuliwa ni Bwana Saidi Habibu Tunda ambaye ameteuliwa kuwa mtendaji mkuu wa wakala wa mabasi aendayo haraka DART. Bwana Tunda anachukua nafasi ya Dr Athmani Kihamia ambaye uteuzi wake wa umetenguliwa. Hata hivyo, Bwana Pius Enrungiro ameteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mabasi yaendayo haraka UDART. Bwana Ngiro anachukua nafasi ya Bwana Waziri Kindamba ambaye uteuzi wake pia umetenguliwa. Hatua hii inakuja siku moja baada ya video kusambaa katika mitandao ya kijamii zikionyesha baadhi ya vioo vya mabasi na vituo vikiwa vimevunjwa baada ya kushambuliwa kwa mawe usiku wa kuamkia leo jijini Dar es Salaam. Hivi karibuni njia hiyo ya usafiri inayotegemewa na maelfu ya wakazi wa jiji hilo imekumbwa na malalamiko ya wananchi kutokana na uhaba wa mabasi ikilinganishwa na idadi ya abiria. Hata hivyo, hii leo Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila, alifanya ziara ya kushtukiza katika kituo kikuu cha mabasi ya mwendo kasi na kuwaomba radhi watumiaji wa usafiri huo na kuwataka kuwa na subira wakati serikali ikiendelea e, na mipango ya kutatua adha wanazopitia ikiwemo kuongeza idadi ya mabasi. Hata hivyo watu watatu wamekamatwa kufuatia vurugu hizo na bado wanaendelea kuhojiwa na jeshi la polisi. Hii ni TMC News. Hii ni TMC News update. Mimi ni Ronald Sonyo. Endelea kutufuatilia iliyo wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.